Bamutu badiko leo, tutapika chuzi la kichwa cha kamongo, kichwa cha juu sio cha chini, na kama mtu mmoja maana kamongo wetu kichwa chake ndio hichi hapa na katoka Rara's flavor. Kama culinary student nimeanza na mafuta, mafuta yakipata moto tutatia kitunguu maji. Hivi ni vitunguu maji viwili, size ya kati ya mavoni mevi slice. Tutavikarangiza mpaka viwe golden brown. Vikiwa golden brown kama hivyo, tutatia nyanya. Hii nyanya kubwa moja ambayo nimeblend. Nyanya ikianza tu kuiva, tutasonga mbele kwa kutia turmeric aka manjano ambayo imekuanguliwa Tutatia na garlic powder kutoka kwa the one and only spice queen Rara's flavor. Tutasonga mbele na onion powder na usiogope hiyo madonge. Sawa na yanavyoiva ta ya tamomonyoka na kuiva. Tutatia aroma fish kwa sababu tutampika kamongo mwenzangu amba ini fish. Tutakoroga kama hivyo na kama mnavyoona meni soto yu la anza kuja look at that. Oh my God. Tuendelea kwa kutia ginger garlic paste. Tutakoroga mpaka itoe manukato aka manukato. Ala tutasonga mbele mbele mwanawane kwa kutia njie gyore. Tutakikoroga njegere kwa kuhakikisha zimechanganyika na roast letu, kisha tutasonga mbele kwa kutia kiazi. Hichi ni kiazi kimoja ambacho nimekata into very small pieces ili kusaidia mchuzi wetu uwe mzito. Hapo nakwambia, na mamonyo ya kwambia kisotojo kimoja. Tutakikoroga kisotojo mpaka kichanganyike, kisha tutaendelea kwa kutia soy sauce kijiko cha kula pamoja na oyster sauce kijiko cha kula. Tutakoroga vizuri na tutasonga mbele tena kwa kuweka fish sauce kijiko kimoja cha kula. Tutachanganya vizuri and then tuta proceed kwa kutia maji ya lima lazima tusuuze chombo, maisha magumu, budget kali. Tutakoroga nazi kama hivyo na m

Kamongo amekuiva, ni mtamu mtamu mpaka tena mnofu kila mahali. Na ukitaka kamongo kama huyu mcheki Rara's flavor anao, nimemtag perfect. Bye guys.